Waziri wa afya Aden Duale amemtaka rais mstaafu Uhuru Kenyatta kumpa Rais William Ruto nafasi ya kutekeleza majukumu yake ya kuongoza taifa. Duale anasema kuwa eh, wakati wa utawala wa rais mstaafu Uhuru viongozi wa kuchochea wananchi dhidi yake. Akizungumza ya huko Garissa, Duale alimtaka Uhuru kuwapa nafasi ya kufanya kazi. Siku ya chache zilizopita Uhuru aliwarai vijana kusimama kidete na kuwania nafasi za uongozi barani Afrika ili kuondoa uongozi mbaya. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa nne wa Kenya, tulikupatia nafasi wakati ulikuwa rais miaka kumi. Hata tulikupatia nafasi uongoze, wakati umefanyia dhuluma mingi. Mheshimiwa William Ruto, wakati alikuwa naibu wako, ulifanyia dhuluma wengi watu kama wengi katika hiyo mrengo ya William Ruto wakati hiyo lakini hatukutatiza na hatukuinciti , lakini tulikupatia nafasi. Tunataka wewe pia uige mfano wa marais waliotangulia wewe, kama hayati Kenyatta baba yako, hayati mzee Moi na Kibaki, ili Wakenya pia wakupatie heshima wakati huu ambao umestaafu.